Alibu katika program hii ya kiafya, bofya alama ya kengele ili uweze kupata updates mbalimbali zinazoendelea ya health free program, na leo katika program. Na program tunaangazia ukweli kuhusiana na dawa ifahamikayo kama Viagra na katika video iliyokuwa imekwisha kupita tuliangazia kuhusiana na utofauti uliopo kati ya PID na UTI. Kama ukifahamu tofauti huo, itakusaidia kujua kwamba wewe unasumbuliwa na shida gani na kuweza kuwahi hospitali haraka sana, ili kuokoa na kusefu hali ya afya yako na maisha yako kiujumla, kwani afya ni mtaji. Basi leo tutaangazia kuhusiana na ukweli kuhusiana na Viagra tutagusia engo ya jinsi Viagra jinsi mafanya kazi lakini, pia tutaangalia na matumizi ya dozi hiyo ya Viagra. Karibu sana. Viagra ni dawa inafahamika kwa jina la Sildenafil. Dawa ambayo hutumika katika kutibu tatizo la uume kuto kushindwa kusimama vizuri yani erectile dysfunction. Dawa hii iligunduliwa na kampuni ya P Pfizer na kuanzishwa sokoni mwaka 1998. Na dawa hii inafanya kazi kwa kuongeza mtiririko wa damu kwenye uume hivyo kusaidia wanaume wenye tatizo la kusimamisha ume kwa kupata na kuhudumisha ule msimamo ama ule election wakati wa shughuli ya tena. Kama ilivyo dawa zingine, dawa hii inayo pia ina mchakato mbalimbali wa ufanyaji kazi yake. Dawa hii hufanya kazi kwa kuzuia enzimu iitwayo phosphodiesterase type 5 PDE5, ambayo inahusika katika kudhibiti mtiririko wa damu kwenye uume. Wakati mwanaume anapokuwa na hamu ya kufanya ngono, mishipa ya fahamu inatoa kemikali iitwayo nit nitric oxide ambayo huamsha uzalishaji wa cyclic guanosine monophosphate cGMP na hii cGMP husaidia kupanua ile mishipa ya damu na kuruhusu damu kuingia kwenye uume na kusababisha kusimama. Viagra inaboresha mchakato huu kwa kuzuia ile PDE5, yaani phosphodiesterase type 5, hivyo kuongeza viwango vya cGMP, yaani cyclic guanosine monophosphate. na kama pia ilivyo dawa zingine dawa hii nayo dawa pia ina namna katika, katika ina namna ya, ku, ya kupangiliwa matumizi yake. Kwa hiyo ilivyo ni muhimu sana Viagra kutumiwa chini ya ushauri wa daktari ili kuhakikisha usalama wa matumizi kwa mtumiaji. Dawa hii haipaswi kuchukuliwa zaidi ya mara moja kwa siku, na inashauriwa kuchukuliwa takribani saa moja kabla ya shughuli yenyewe. Sa, kimsingi ni kwamba dawa hii ina matumizi ama ina faida au ina manufaa mengi tu kwa wanaume wenye matatizo hayo ya upungufu wa nguvu, lakini inapaswa kutumiwa kwa tahadhari kutokana na madhara yake ambayo pengine anaweza kutokea kama ukifanya tofauti hivyo. Pia ni muhimu kufuata maelekezo kutoka kwa mtaalamu wa afya ili kuhakikisha matumizi salama na yenye ufanisi. Health program ya misingi mizuri tu katika jamii. Lengo lake ni kutoa elimu uelewa na mambo yote kuhusiana na afya na tumejikita katika namna kuu tatu tu, namna ya malezi, dawa na magonjwa, pamoja na historia. Na leo tulikuwa tunaangalia ukweli kuhusiana na Viagra, jinsi inavyofanya kazi, lakini pia jinsi ambavyo tunaweza tukatumia kwa matumizi yaliyo sahihi. Katika video utakayofuata nitakwambia ni madhara gani ambayo mtu anaweza akayapata kama akitumia dozi hii, lakini pia nitakwambia kuhusiana na faida za dozi hii.